wa ya 16 bora ya kombe la shirikisho Ahmed Ali amesema. Uh, wachezaji ambao wapo na Taifa Stars wao watajiunga na timu moja kwa moja nchini Misri, wakati Kamara na Mukwala wamesharejea nchini Uy kusafiri siku ya tarehe ishirini na nane alfajiri, kwa maana ya usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja kutoka Tanzania mpaka Cairo na tatoka Cairo kuelekea katika mji wa Ismailia kuweka kambi yetu hapo tukisubiri kuelekea Kanal Suez Kanal, katika mji ambao tachezea mchezo wetu dhidi ya Al-Masri. Wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, hapa namzungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, lakini vile vile Shomari Kapombe baba Esther, pamoja naye Abdurrazak Hamza kibu Dennis pamoja na Yusuf Ali Kagoma hawa ambao wako Moroko, wenyewe watasafiri moja kwa moja kutoka Moroko kuelekea Misri. Maana yake ni kwamba tutawakuta Misri wakisubiri kuungana na wenzao, lakini wachezaji wengine ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa hapa namzungumzia strekarev kuliko goli Steven Dese Mukwala, pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman, ambao wenyewe walikuwa na kibarua nchini Uganda. Tayari wameshawasili Tanzania asubuhi ya leo, moja kwa moja wanaingia kambini na watakuwa sehemu ya msafara kuelekea Misri kwenda kwenye mechi yetu dhidi ya Al Masry. Tunakwenda kwenye vita kubwa kweli kweli dhidi ya Almasri. Ni timu ngumu, tunaitambua hivyo, kwa sababu kufika robo fainali haijawahi kuwa kazi nyepesi hata kidogo, hasa robo fainali ya safari hii ya kombe la Shirikisho, ambapo kila timu ni ngumu na kila timu imejipanga vizuri. Hakuna timu ya kiarabu ama hakuna timu ya Misri ambayo unaweza ukaichukulia poa poa ni mpinzani mgumu kweli kweli, tunakwenda kukutana naye. Ni mpinzani bora kweli kweli, tunakwenda kukutana naye, lakini tuseme tu ya kwamba safari hii tumejiandaa, iwe iwavyo. Safari hii tumejipanga, iwe jua, iwe mvua. Safari hii tunataka kuvuka kutoka robo fainali ambayo tumekuwa na mkwamo nayo kwa takriban miaka mitano. Safari hii tunataka kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Robo fainali zote ambazo tulikuwa tukiishia, tulikuwa tunazichukulia kama sehemu ya mafunzo kwetu. Sasa tumeshajifunza vya kutosha tumeshapata exposure na experience ya kutosha. Ukimuona Kibu Dennis alivyocheza jana dhidi ya wa Morocco pale Morocco, ni dhahiri shahiri ya kwamba tayari exposure na experience ya kucheza kwenye michuano mikubwa tayari imeshamwingia. Ukiangalia confidence aliyokuwa nayo Yusuf Kagoma, licha ya kwamba aliingia kipindi cha pili, lakini ule utulivu wake katikati ya dimba mpaka uh, Amrabat akasanda aka, aka akafanyiwa mabadiliko ni ishara tosha kwamba vijana wetu wameshakuwa na exposure na uzoefu wa hali ya juu sana. Haya, Ahmed Yale huyo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba tumemsikia kwa uzuri kabisa kabisa. Evans, yes. Nini kina wakwamisha Simba kwenda nusu fainali? Unafikiri shida iko wapi? Ahmed amekiri kabisa kwamba huo mkwamo eh, mwaka huu wanataka kufanya vile ambavyo wanaSimba eh, wanataka kwa maana hawataki mkwamo tena. Mkwamo wa kwanza ni kutokupata matokeo <laughs> eh, kwa sababu kama unapata matokeo unakwama vipi? Ni hawapati matokeo, matokeo, ushindi issue yes, Sasa yeah. inakuja no. ni kwenye huo mm -hmm. upatikanaji wa hayo matokeo ndio imekuwa yeah. changamoto. Unajua kuna muda wanaamini ni levels ambazo wanaweza kucompete na Ahali sijui, Pyramid, sijui Widad na watu wengine yeah. ila kiuhalisia hizo level bado, yeah. kuna namna ya kucheza kwa nidhamu, kuna namna ya kucheza kwa kuheshimu, inaweza ikakupa hiyo advantage. Na ukiangalia kwenye hatua ya makundi watu watakwambia, wanaongoza kundi mbele Ahali, hatua ya makundi ni mahesabu tu ya alama zako, ila hatua ya mtoano ni wewe unafungaje, wewe unazuia vipi? Basi, mm. Mm. na ndio maana ukiangalia mara nyingi, asipotolewa kwa penalti, alikuwa anatolewa kwa goli la ugenini. Yeah. ni kwa sababu watu wanapiga hesabu tu, tukija kwako tutatafuta goli kwa namna yoyote mm, alafu tukienda kule sisi tunapaki, basi mchezo umemalizika. Kwa hiyo simba anashindwa kupiga hesabu zao vizuri. Hesabu tu ndio kitu ambacho kimekuwa kinawakamisha. Mimi oh, naamini ni hesabu tu wangekuwa wanautumia vizuri uwanja wa Benjamin Mkapa, inatokea unapata nafasi ya kumfunga mtu, mfunge. Ila ndio ile, wakifunga goli moja wamerizika yeah. Ukienda kule watu wanakupasua chuma mbili, shughuli imemaliziki hapo, unarudi nyumbani. Kwa hiyo ni namna ambavyo wanatakiwa kupiga tu hesabu zao. Naamini wakipiga hesabu kali yeah. zinaweza zikawaondoa hapa kwenye robo fainali kwenda kwenye nusu. Nakumbuka na juzi hapa tulikuwa kwenye sports, uh, cross sports tukijadili kwa uzuri kabisa kabisa, na nilichagiza kidogo na Kamanda Jeffreya kwamba Simba hawana bahati lakini leo umekuja na hoja kwamba simba mahesabu yao hayapigi vizuri, yes. Kwa nini nasema simba hawana bahati? Hebu tuangalie tu uh, shindano la hivi karibuni la AFL. Tunafahamu kabisa kwamba simba ndani ya Benjamin Mkapa ilikuwa na Oktoba 20, 2023 mbili mbili kule simba moja moja, simba wakatolewa kwa goli la ugeni. Anakwambia Simba hawana bahati. Kuna namna ya kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, ndo tatizo linakoanzia. Una akili sana, hiyo hoja huwa naizungumza sana mimi. Ninapokuja kwenye dimba la Benjamin Mkapa fanye mafya yani, pale ndo mahali pa kumalizia mchezo, mpige mtu nje ndani kwa namna yoyote hiyo. Uchambuzi huwa mnazungumza sana kwamba quality, quality, quality. lakini mi nasimama kwamba Simba hawana bahati yani kwa hatua wanafika, lakini kinachobaki tu ni bahati, ndo inakuwa sio upande wao e, sio upande wao no. Unajua eh? kwa kwa upande wangu mimi mkai ndio leti maneno, mii naweza nikata tofauti kidogo kwa okay, sababu yes, kuna baadhi ya mechi kama hiyo dhidi ya Kaiser Chief, yeah. mimi mwenyewe nipo pokunyini... kwenye kwenye safari yenu kwamba kweli siku ile Simba alifanya kila kitu ambacho alistahili kufanya kwenye mchezo, no. Na kicho kosekana, yeah. ni goli la kuwafanya kufuzu kwenda mtoano unaofuata, kwa sababu walishinda ile mechi, lakini ambacho naweza nikatofautiana nanyi ni kwamba inawezekana pia Simba hawana uzoefu wa kutosha kwenye hizi mechi, hizi mechi za mwisho, yani mechi za hatua za mwisho kabisa yeah. kwa maana ya kuanzia kwenye robo fainali kwenda mbele, kwa maana ya mtoano yes. yes. yes kuna experience wanaikosa pale hmm. Uh, kwa nini nakwambia hivyo? Angalia hata kwenye mashindano makala tofauti tofauti za mashindano ya kaf yeah. vilabu vinavyoingia vina kwenye zile hatua mara nyingi vinajirudia hmm. kama umescha kitu utakuta National Ahly, utakuta Mamelodi Sundowns, Esperance de Tunis, Wydad kama wakiwa sawa Raja utakuta pale hmm. Yani, timu zinajirudia sana na kuna, kuna nyakati ambako kuna timu ukiziona ni very easy kupredict kwamba wale kutokana na experience yao mm. wanaenda kucheza fainali. Kwa hiyo uh, inawezekana akija kufanikiwa kuvuka hii hatua. Yeah. Maybe kwenye mm. mashindano na kufuata, na, kufuata, na, kufuata, na kufuata, inaweza isiwe kikwazo ama hatua hatua, uh, ya kwenda kwenye hatua za fainali inaweza isiwe kikwazo kwao. Kwa hiyo kwa hiyo ni sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili uh -huh. ni namna ya kuzicheza hizi mechi za pointi ya msingi sana ambayo maybe niongezee nyama Yeah. Uh, kila mechi na approach yake. Huko kwenye makundi, mipango, hesabu ambazo anakuwa nazo Simba ndio hmm. hesabu ambazo anakuwa nazo timu zote kwenye mashindano kwamba tushinde mechi za nyumbani, tukatafute alama moja au alama tatu ugenini. Na miaka yote Simba imekuwa qualify kwa namna hiyo, nyumbani ata dominate zile mechi tatu atashinda, hata akipoteza ugenini. Pia pia kwa kipindi kama hiki amekuwa na bahati pia au uwezo wa kupata matokeo ugenini yeah. lakini kwenye michezo ya robo finali kwenda nusu finali, hizi ni tactical games zaidi, yaani timu unazikuta zinacheza kimkakati zaidi. Timu inaweza mm. isicheze vizuri na ndio maana kuna wakati Young Africans ilifungwa na Al Hilal hapa kwenye mechi ya makundi, watu wakakwambia, ah, sisi tucheze vizuri kuliko wao mm. lakini tafsiri ya kucheza vizuri kila mtu anayo kimpango wake. mm. kuna mwingine anaamini kucheza vizuri ni kupiga pasi nyingi sana. kuna mwingine kucheza vizuri yeye ni kustay deep tupige kaunta kuweka mpira kwenye wavu turudi katikati, mm. na ukiangalia timu nyingi kwenye hii hatua wanacheza hivyo, yani wanacheza kukufurahisha wewe, wanacheza kukupa furaha ya kudumu kwa maana ya kukuletea kikombe. yeah. kwamba sisi tutacheza hata pro... yani aina ya football ambayo ikuvutii kwenye macho yako, lakini tunachotaka sisi ni qualify kwenda hatua inayofuata mm. mm. uh, Simba kwenye hii hatua ndio sema ambayo kuanzia kwa makocha lakini pia kwenye college inawasumbua sana. Okay. Kuna kipindi nilishawahi kuandika kwenye Instagram yangu kwamba maybe Evans Simba kuna wakati huwa wanahitaji ubora wa wachezaji ambao wanaweza kawavusha kutoka hatua ya robo mm. kwenda hatua ya nusu. Wanajua zile stage pia zina aina ya wachezaji ambao wanawahitaji mm. Kuanzia kwenye mentality, namna gani wanatenda kazi kiwanjani na vitu vingine vya ziada yeah. Wachezaji wengi wa Simba kwenye projekti yao since naanza kuweka out 2017 ni wachezaji ambao walikuwa naisaidia sana Simba kufika hatua ya robo finali. Kwa uhakika. Lakini baada ya pale ulikuwa unaona kama timu ina seeds kutokana na aina ya timu wanazokutana nazo, kuna quality imezidi kwa Simba. Kabisa. Kwa hiyo cha kwanza ni experience, cha pili namna ya kuzishawishi zimechi, lakini cha tatu cha muhimu zaidi ni any pair qualities, kwa maana ubora wa wachezaji ambao hmm, wanaweza kukuvuta sheli hatua. Inawezekana ukakutana na mpinzani ambaye uh, amekuzidi quality na wewe uka, ukaenda tu nusu finali hapo. Tunachozingatia ni approach ya mechi, kwa sababu quality haifanyi kila kitu kiwanjani. Namna gani mna approach mechi, mnajituma na mnajikomiti zaidi kiwanjani uh, kwa hiyo inawezekana, nimemsikia Hamidi hapo anasema kwamba wakati huo ana kila sababu ya kwenda hatua na sfainali yeah, yes, wana deserve kwa Wa, performance yao wamechoka na mkwamo <coughs> yes, ndio. Uh, wana deserve na, na na akili ambacho amekifanya hatua ya makundi hmm, lakini Evans amezungumza kwamba unapofika hii hatua just forget, yani sahau kile kilichotokea kule kwenye makundi hmm, 180 kwa sababu hapa dakika 180 tu zinaenda kuamua atmaako wewe, kwa hiyo Simba anapaswa kwa makini kwa sababu kitu ambacho kiwaangusha zaidi kwenye mechi yao dhidi ya Kaizer Chiefs ni overconfidence na poor preparation. Yeah. Yaani hali ya kujiamini kupitiliza na maandalizi mabovu kuelekea kwenye ule mchezo. Yeah. Kama unakumbuka ule wanaenda kucheza wageni Simba likata takriban siku kumi na zaidi pasipo kucheza mchezo wowote. Yeah. Na wakaenda kule wakafungwa magoli manne. Wameenda kufunga magoli manne mechi ambayo kuanzia waandishi wa habari za michezo, wachambuzi, wadau wa soka mbalimbali. Walikuwa na mm, nini Simba anaweza kaenda kule akapata hata sare akapata matokeo ya ushindi na akaja hapa kamaliza mechi kabisa. Lakini kule alienda kufungwa, kwa sababu gani? Tayari kwenye vichwa vyao walikuwa na ile overconfidence kwamba sisi, hii mechi ukilinganisha ubora wetu na Kaizer Chiefs, sisi tuna ubora kuliko Kaizer Chiefs. Na msimu ule kule Kaizer Chiefs walikuwa kwenye ubora mzuri, kwa sababu hata kwenye msimamo walikuwa kwenye nafasi ya saba kabisa. Lakini alienda kucheza fainali akapigwa chuma tatu dhidi ya National Ahli, unakumbuka? Kwa hiyo wanapaswa kuwa makini, wasijisahau. Inawezekana wana mpango wa kwenda semifainali kwa maana ya nusu fainali, na wenyewe wanafikia karata yao sasa hivi. Nasemaje? Ukiwahoji watakwambia sisi tunahitaji kwenda hatua ya nusu fainali, kwa sababu ukiangalia takwimu zao kwenye haya mashindano, mara ya mwisho wamecheza hatua ya nusu fainali ni elfu mbili na kumi na nane, walicheza na AC Vita, lakini baada ya hapo misimu miwili mbele wamecheza hatua ya robo fainali, kwa hiyo hawajawahi fanikiwa Yani katika miaka yao mia na tano tangu klabu imeanzishwa kuna kipindi wamecheza na fainali ninacho, ninacho kiamini mm. kama pomkai mm. najua kabisa Almasri wana hofu kubwa sana mm. kuja kukanyaga ardhi hii ya mama Samia, mm. kwa sababu Simba tayari imeshawafanya vibaya sana Al Ahli ambao mm. Al Ahli kwa Misri pale ndio mm. giant si Afrika hii yes. Yeah. sasa tunazungumzia timu ambayo inatokea katika ile Hmm. ile nchi naamini hiyo, wana wasiwasi mkubwa sana hmm. La pili, simba hii mechi wanaanzia ugenini, unajua ndio maana nakuja pia kwenye hoja ya, ya, ya Evans hmm, kwamba lazima wapige wa, wachange karata zao vizuri sana hmm. Je, tunakwenda pale kutafuta sare ama kupata ushindi hmm? Kama sio kupata ushindi basi iwe sare, na wakija kwa Mkapa hapa ndio maana mimi naamini pamoja na maandalizi yote ambayo umeyafanya mm. Nje ya uwanja, ndani ya uwanja amefanya kila kitu, lakini lazima iongezeke umafia. Yani inauzungumzia umafia kumfanya vibaya adui yako mm. piga hata bomu la machozi <laughs> ili ufanikiwe tu mm, lakini eh, eh, kwamba Uh, oh, nimetolea mfano tu, atuongezee vilabu vingi, Afrika wanajua ugumu wa kucheza Benjamin kucheza Benjamin Mkapa kabisa uh, na uwanja umekuwa maarufu kutokana hmm, na vilabu vingi vinavyokuja hapa vinaadhibiwa, na si tu kuadhibiwa, wananyanyasika sana kiwanja, yani yo, yo lakini pia almasto watakuwa wakidiskas, wanagundua kwamba kuna baadhi ya timu zilienda pale na wakapata matokeo a. Mm. Walipataje matokeo? Na nielewa ni ngumu yn, yani ukiweka kwenye probability hiyo, yeah. ni ngumu yn, yani ni, mimi mi, mi, nimevutiwa na, na, na, na uchambuzi wenu mm. Lakini sasa huu mchezo utautazama zaidi, yeah. Lakini huwa napenda kupata taswira ya mapema ya mchambuzi wangu kuhusiana na mechi husika. Unaona, nusu finali. George Magunga ns mm. yes, na yeah, yeah, na Safari? Naona, lakini sio kwa kubwasa. Mimi naweza nikawawapa asilimia nawaona nusu fainali kwa sababu naamini watakuwa wamejifunza kwenye vile ambavyo vimekuwa vinafanya wao wanashindwa kufika hapo kabisa. Yaani, naamini watakuwa wamejifunza ila ba... yote yanaweza kutokea kwenye mpira, ila mimi bado imani yangu inaniambia Simba nusu fainali wanacheza. Sitaki kubadilisha kauli yangu ambayo nimeizungumza awali.